Nyumba nzuri hii ya kuishi mtumishi, lakini pia leo tutakuwa na kubariki chombo cha usafiri kile pale, bibi harusi yule pale. Kazi yenu mmeifanya ni njema, sadaka yenu, lakini pia tutakuwa na tendo la kuzindua na kuweka wakfu jengo na usharika wetu wa Ilemi, siku ya Bwana ya leo ya tarehe 25 mwezi wa tisa mwaka huu wa 2025. Hongereni sana Amen. Basi ninawaalika wote na tuanze ibada yetu mtakatifu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Nyumba <diskuti> ah, <Reports> ya mtumishi hati ya Septemba 2025. Mheshimiwa Baba Askofu Geoffrey Samuel Mwakihaba wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Konde, kwa niaba ya halmashauri kuu ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Konde, na kuomba uweke wakfu nyumba ya kuishi mtumishi katika usharika huu wa Ilemi. Usharika umetimiza wajibu wake wa kikatiba kulingana na kanuni ya ishirini na moja mbili kifungu kidogo cha tatu d na e ya katiba ya KKKT Dayosisi ya Konde toleo la mwaka 2024, kwa kujenga nyumba ya mtumishi kwa mujibu wa kanuni ya 35 kifungu kidogo cha sita na ile ya 17 ya katiba ya KKKT Dayosisi ya Konde toleo la 2024, askofu anawajibika kusimamia kanuni na sheria za dayosisi na kanisa kwa pamoja na kutekeleza maazimio ya halmashauri kuu na mkutano mkuu. Askofu, kwa heshima, ninakuomba utimize wajibu huu wa kikatiba ili uweze kuweka jiwe la wakfu nyumba ya kuishi mtumishi katika usharika huu wa Ilemi uliopo jimbo la Mbeya Mashariki kwa kufuata taratibu zote za kiibada, leo siku ya 25 ya mwezi wa Septemba katika mwaka wa Bwana wa 2025, hapa katika usharika wa Ilemi wa KKKT Dayosisi ya Konde Heshimiwa Baba Askofu Geoffrey Samuel Mwakihaba wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Konde, na kuomba uweke jiwe la uzinduzi wa usharika huu wa Ilemi, kwa mujibu wa kanuni ya 35 kifungo kidogo cha 6 na ile ya 17 ya katiba ya KKKT Dayosisi ya Konde toleo la 2024, askofu anawajibika kusimamia kanuni na sheria za Dayosisi na kanisa kwa pamoja na kutekeleza maazimio ya halmashauri kuu na mkutano mkuu. Askofu, kwa heshima, ninakuomba utimize wajibu huu wa kikatiba ili uweze kuweka jiwe la uzinduzi wa usharika huu wa Ilemi uliopo katika jimbo la Mbeya Mashariki. kwa na ngutu nayoifanya hakuna anaye weza kuvunja kazi. Ni kama punje ya mbegu ikiwa ndani ya changa, ina kufa kwa kuoza, na hapo baadaye

Twaomba tusaidie nasi, tushikeji a kwa kufa kwako, na sisi tunatoka kaburini, tuongoze tufie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 na kaa mimi mahali palipoinuka palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo ya waliotubu. Amen. Wala tusiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya wengi, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo, wakati limwonavyo siku ile kuwa inakaribia. Amen. Ah, yana unasema sio kazi ya kitoto umefanya kazi nzito sana, sana. Ndani ya muda mfupi mtu aliyepita miezi miwili Ilemi, mtabishana akisema hapa sio Ilemi ninapofahamu. Mm, hongera -hmm. Jengo zuri hili na nyumba ya mchungaji na kila kitu kimekuwa safi. Hongera sana, ninajua ni ninyi ni sadaka yenu kama kuna wafadhili basi mmewaficha, lakini kama ni ninyi ninyi, ongeleni sana kwa kazi nzuri. Nitumie <coughs> nafasi hii kwa ajili ya sharika nyingine ambazo hazijakamilisha kubariki majengo ya ibada ikiwa ni kanisa pamoja na nyumba za wachungaji wakuwa majimbo, naomba mwakumbushe wachungaji, nazifahamu baadhi ya sharika ambazo ni miaka imepita mitano sita kumi, lakini umeendelea kukaa tu hapo ndani, lakini nyumba ilishajengwa muda mrefu. Au nizitaje? <laughs> nisizitaje? <laughs> <laughs> Eh, ila mnazifahamu mnazifahamu, jimbo la Mbeya Magharibi zipo kama zipungui tatu nne, huko pia zipo, nazifahamu. Imesema nisizitaje. <laughs> Kwa hiyo naomba, ni jambo zuri sana ili, kwa sababu kinachofanyika hiki ni kikubwa sana kwa sababu tunaandaa mahali ambapo pa kuishi watumishi wa Mungu. Tunahitaji anapoishi hapa Mungu awepo pia, kwa sababu nyumba anaoishi mchungaji hamna tofauti na kanisa, ni nyumba ya kikuhani. Ni e vizuri kabidhiwe na mwenye huduma hii kanisa, basi wakati huu tunaingia kwenye tendo hili, na tukitoka hapa tutasogea kwenye gari tuombe. Ni sehemu ya huduma ya kazi ya injili kutokayo ndani ya usharika huu wa Ilemi kwenda mahali pengine. Sante kwa namna ambavyo umewezesha, Mungu, haya yote yatokee katika majira haya. Tunakupa sifa na utukufu kwa namna ambavyo uligusa na kuhamisha mioyo ya watu, hata Mungu wanyoshe mkono wa kushukuru na watayarishe haya pamoja nao, tunapoendelea sasa na matendo haya, ni wewe Mungu ukabariki, katakasi na kuweka wakfu jengo hili na hata jengo la kanisa na gari, kwa neno ambalo tumelisoma kupitia watumishi wako, katika Yesu Kristo, Amen. Amen, ninaomba mliona vitabu, fungueni ukurasa wa 433. Ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Wote tuitikie, watu wawasha taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo ausanza watu mwelungu. Tuombe. Bwana Mungu, tunakusii ubariki nyumba hii chimbuko la huduma ya neno na sakramenti takatifu na baraka zote ziletwazo na mwana wako Mwokozi wetu Yesu Kristo, kupitia mtumishi wako anayekwenda kuishi hapa, nyumba ambayo imetayarishwa na kanisa la watu watangaziwe habari njema za wokovu ili waokolewe kwa warithi wa uzima wa milele. Amina, amina. Baraka niliyopewa na Mungu na kanisa, tunaweka wakfu Jengo hili nyumba ya kuishi mtumishi wa Mungu hapa Usharika wa Ilemi Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde, Jimbo la Mbeya Mashariki, leo siku ya Bwana ya tarehe 25 mwezi wa tisa mwaka 2025, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, a ah. Tushirikiane kuomba sala ya Bwana, Baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanatimizwa mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Usame na makosa yetu, kama nasi tunavyokosa na kukosea. Tusitie majaribuni, bali tupokee kwa kwa familia yako na nguvu na utukufu na, na hata milele. Basi tusikie. Mlima Mzeituni ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, enendeni mpaka kijiji kile kilichowakabili na mara mtaona punda amefungwa na mwana punda pamoja naye, wafungueni mniletee, na kama mtu akiwaambia neno semeni, Bwana ana haja nao na mara hiyo atawapeleka. Amen. Basi kwa neno ambalo tumelisoma neno la Yesu Kristo, kumbe chombo cha usafiri Yesu yesuliwae na kikatumike sasa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ninakata utepe kuashiria kuweka wakfu chombo hiki cha usafiri gari hili ambalo limenunuliwa na usharika wa, wa Ilemi Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde Jimbo la Mbeya Mashariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

nitume kwenye misheni <coughs> ongeleni sana mazito matatu, lakini niwakumbushe jambo lingine ambalo wamipengi, gari hili ni la Aiakonde, hilo mfahamu. Kwa hiyo ikitokea askofu saidia sana, naomba nitumie gari hili niende mahali fulani ya wamenunua alafu kuna wengine ambao wanasahau wanafikiri sisi ni ukuyu i hapa pia ni Mungu awabariki sana asante sana basi, tushukuru kwa kila jambo, liwe baya tushukuru, liwe zuri Shukuru kama yule mmoja kati ya wako makumi ulio watakasa, wewe Bwana, kwa sababu anatupigania asubuhi, mchana na jioni, kwa sababu anatupigania

wetu yunasi kila wakati, na ndiyo maana tunaweza mambo yote kwa sababu yeye Bwana anatutia nguvu, na ndiyo maana tunaweza mambo yote kwa sababu yeye Bwana anatutia nguvu hakuna ja wakfu jengo la usharika huu wa Ilemi, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Konde, Jimbo la Mbeya Mashariki, leo siku ya Bwana tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka wa 2025, kwa jina la Baba na la, la Mwana na la, la Roho Mtakatifu, amen. yeah. Sasa kwa mamlaka nimeupewa na Bwana kwetu Yesu Kristo kwa njia ya kanisa lake, tangu leo tarehe ya 25 mwezi wa tisa mwaka huu wa 2025, mwaka wa Bwana, natangaza rasmi kwamba usharika umefunguliwa na kuwekwa wakfu rasmi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.